Leo sitaongea sana kwa sababu sauti yangu haiko sawa sawa. Eh, awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Mumba mbingu na ardhi kwa kutujalia kufam... kwa kutu kuk wakuitenaabaya <tipi> <Mungu? tipi> watu <tipi> na kuna watu watakuwa wamekasirika mno eh, sisi kwenda nusu fainali, kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kusema kweli, kwenda nusu kufuzu kwenda hatua ya nusu fainali kwa sababu eh, hatua hii tulihitaji sana sisi kama Simba Sports Club tulihitaji, kwa sababu ni miaka mingi na Simba hatujavuka kutoka hatua hii kwenda hatua ya nusu fainali. Hatukuwa tunaridhishwa na sisi kuishia robo fainali, tulitamani kuvuka na kuandika historia yetu. Eh, nilisema jana kwenye hamasa zetu ya kwamba imetosha sasa Simba kujivunia rekodi za zamani, umefika wakati mwafaka Simba tuandike rekodi yetu. Kila siku mwana Simba akizungumza, tumecheza fainali mwaka 93, tumecheza fainali mwaka 2003 tumecheza fainali si mwaka 80 ngapi wewe? Tumeche... mwenyewe hujazaliwa au pengine hata wazazi wako bado hawajaanzisha uhusiano wa kindoa wa kupate wewe. Simba ndo amecheza huko amecheza huko fainali. Sasa umefika muda na sisi wa kizazi hiki tuandike rekodi yetu. tunapozungumzia rekodi ya 93 kuna watu walivuja jashu kuandika hiyo rekodi. Sisi tunafanya nini? Twendeni kafa mtu hapo, twendeni tukaandike rekodi yetu twendeni tukavuke. Na kweli imewezekana, tumevuka, tumekwenda hatua ya nusu fainali. Kila mwana simba wa kizazi hiki, kila mwana simba wa zama hiki anastahili pongezi hizi na hii tumevuka. Ahmed, ulianza kuzungumza na mashabiki kwamba baada ya kupoteza zile bao mbili ugenini, kama kuna watu wameikatia tamaa Simba leo licha ya hali ya hewa ya mvua lakini mashabiki wamejitokeza kuja kuvuka pamoja na timu yao. Unawaambiaje mashabiki wa mnyama kibidi wapongeze? Uh, hali ya hewa ilikuwa mbaya, lakini kama haitoshi siku ya kazi, lakini kama haitoshi tuko nyuma goli mbili, kwa hiyo tulikuwa tuna negative nyingi kuelekea katika mchezo huu, lakini mashabiki wa Simba wakasema hatukati tamaa na timu yetu, na kweli wamekuja Benjamin Mkapa, wao ndio wametuvusha, wao ndio wameivusha Simba kwenda hatua ya nusu fainali, wanastahili pongezi na hili limekwisha, tumevuka, tunajipanga na nusu fainali. Mkwala, wao mkwala amefanya yake, unamuona pia mpanzu. Kwa yule ambaye anasema ndo anaingia taratibu kwenye timu, anaingia taratibu ama ameshaingia, huyu mpanzo, mpanzu bado yuko asilimia 60. Yeah, anaendelea kujipata taratibu Mkwala. Katika baada ya mechi ya kwanza iliyopita, uh, mashabiki wengi walitoa maoni yao kwamba mechi inayokuja tukianza na, na Mkwala tunavuka, na mwalimu akafanya tathmini yake akaanza kweli na Mkwala na tumevuka. Amefunga goli zuri la, la kusawazisha lakini amefunga penalti nzuri, na mnyama ameenda hatua ya nusu fainali. Kwa hiyo mwalimu wetu ni mwalimu ambaye mpira yani, ile technical aspect yake ni ya kiwango cha hali ya juu mno, kuweza kungamua nani atanisaidia kwenye mechi gani. Kwa Musa Kamara uh, self al alizozifanya kwenye mikwaju ya penalti uh, maana kuna kipindi pia watu walikuwa wakimfananisha fananisha Kamara na mara gol kipa wengine Kamara uh, ametupeleka ametupeleka nusu fainali, amecheza penati mbili, nyama amefuzu. Ameonesha kiwango cha hali ya juu mno, kusema kweli. Eh, wale ambao walikuwa wana wasiwasi, kwanini tuna makipa wengi, wamepata majibu yake. Kwa nini tumemchukua Musa Kamara? Ametusaidia, ametuvusha, tumekwenda nusu fainali. Kuna pressure kwenye hatua ile ya mikwaju ya penati? Tusemaje, sio kwenye mikwaju ya penati, tulikuwa na pressure mechi nzima yani. Uh, wakati tuna mechi inaanza tu Tayari unaanza na pressure kwa sababu eh, mko nyuma. Kwa hiyo, mechi inaanza una pressure. Unapata ba goli moja bado, unaendelea kuishi kwenye pressure kwa sababu bado haujamaliza kazi. Unapata bao la pili, bado unaendelea kuwa kwenye pressure kwa sababu mpinzani wako akipata bao moja, inakulazimu wewe utafute mabao mawili ili uweze kuvuka. Kwa hiyo haikuwa mechi ya starehe hata kidogo. Ni kama vile tumeangalia filamu ya, ya kutisha ya kizombi yee yeah. Hauwezi kuenjoy hata, ki, hata muda mdogo ushe eh? Kuiona movie ya Final Destination, hauwezi kuenjoy kuangalia ile movie. Kila muda unakuwa unajifichaficha namna hii, kwa sababu unajua kuna ajali mbaya itatokea, watu watakufa. Kwa hiyo ndio mechi ya leo haina starehe hata kidogo. Ilikuwa ni mechi ya kuvuka Filimbi ya mwisho imepulizwa, ndakwenda kwenye, kwenye, kwenye penati penati. Bado na kwenyewe kuna presha kubwa, presha inakuja tukikumbuka tumewahi kutolewa mara mbili kwenye robo finali kwenye hatua ya penati tumetolewa na Orlando, tumetolewa na, na, na, na Wydad. Kwa hiyo wakati penati zinaanza, unakumbuka namna ambavyo mliferi mara ya kwanza, mliferi mara ya pili, mnajiuliza Je, yeah, hii tutavuka kwenye penati penati. Lakini unapata matumaini kumwona anayekwenda kupiga penati ni fundi wa penati duniani Jean Chale Ahua, binadamu mwenye binadamu pekee ambaye hakosagi penati. Unapata matumaini ya kwamba huyu akifunga tuko sawasawa sawa. lakini unajiuliza kama huyu ndio mtaalamu wetu wa penati akikosa, maana yake ameiangusha timu nzima. Lakini Mungu ni wetu, Ahua anafunga penati ya kwanza anafungua milango kwa wenzie na wanaokuja wote wanafunga. Nyama anakwenda zake nusu fainali, kibade nikamia hii mechi mkiwa na silaha ya kila namna, na, na ulisema tunatumia kila aina ya silaha. Silaha zimelipa, lakini pia mashabiki ambao wamejitokeza, na mmevuka. Nani mnamtaka? hakuna kitu ambacho hatujafanya kwenye hii mechi. Tumesali, tumefunga, tumeomba, tumetoa sadaka, tumefanya kila kitu. Tumemwomba Mungu kwa kila lugha Kiswahili, mm. Kiarabu, Kiingereza, mm. Kifilipino, Kibantu, hey, Kikongo, kuhakikisha kwamba Mungu anapokea maombi yetu na mnyama anafuzu. Ahmed mwanzo mlionekana kumpelekea mwaliko bon, e, mtume Mwamposa. ni wazi Simba mefuzu kuelekea nusu fainali e, mtarudisha pongezi ama ku, e, shukrani kwa mtume watu wote ambao wameshiriki kuisaidia Simba kupata ushindi mm wanastahili pongezi mm -hmm. Watu wote ambao tumewalika, watu wote ambao wamenunua tiketi, wote hawa kwa pamoja ni collective, yani ni, ni mafanikio yaliyotokana ya, ya mm -hmm. na nguvu ya pamoja. Watu wote wanastahili pongezi na tunawashukuru sana mm -hmm. namtaka nani hapo kwenye mechi ya baadaye? Zamalek au? Yeyote atakayekuja, sisi tuko tayari kuruka naye dance tunakwenda kujikumbusha historia yetu ya mwaka elfu mbili na tatu mm. na tangu baada hapo, ya hapo hatujawahi kucheza naye tena mm. kwa hiyo tunakwenda kukutana naye safari hii kama ni Stellenbosch mm. tuko tayari kuruka naye malengo ni yapi mmefanikiwa kufuzu uh, naileta kombe Tanzania ama malengo ya Simba sasa baada ya kufuzu hapa alafu wewe ni mtu mpya mm. sije kukuona ni nani unaitwa singano singano eh. tuka TV gani Sanga TV Sanga TV Sanga tifis ndio wale wazee wa mazengwezengwe, so nyinyi tunaleta. Malengo ya kwanza yalikuwa ni kuvuka robo fainali kwenda nusu fainali, ilikuwa ni lazima mwaka huu tuvuke hapo, twende hatua inayofuata, kwa sababu isingependeza tena kuishia hatua ileile kwa, kwa, kwa, kwa mwaka wa sita. Kwa hiyo tumetimiza lengo la kwanza la kuvuka kwenda hatua ya nusu fainali. Bahati mbaya ama nzuri mm. ratiba ya nusu fainali ni katikati tu hapo ya mwezi wa nne. Kwa hiyo wale wote ambao wanahitaji kwenda either Afrika Kusini mm. ama kwenda kwenda Misri okay. Waanze maandalizi mapema, kama ni Misri mm. basi visa, kama ni Afrika Kusini tutakashia hapo Tunduma mm. walete Zambia kusini hii hapa. Sawa bana eh? mm. Kuanzeni maandalizi. Kwa hiyo lengo la kwanza limetimia kuvuka. mm. Lengo lililobaki sasa ni kutoka nusu fainali kwenda fainali yenyewe. mm. Na tukifika fainali yenyewe, mm. tunaweka malengo mapya ya kuchukua ubingwa wenyewe. Kwa hiyo kwa sasa malengo yetu yanakwenda kulingana na mechi husika.